Hii ni Bugoma TV habari. Habari. Swala la kuboresha afya, kuboresha lishe na kutokomeza udumavu katika mkoa wa Katavi ni swala la Wanakatavi wote, na kwa maana hiyo kila mmoja ashiriki kikamilifu kuhakikisha kwamba tunaungana katika kujitekeleza, tunaungana katika kujisimamia na tunaungana katika

wachama ninakusa watoto wenye umri wakati ninakusa vijana katikamalika ninakusa wamama wahanmade katika kumri wa uzazi, pamoja na wagaba wakaka walioko umri wa uzazi. Mheshimiwa geni, haya yote ni utekelezaji wa maelekezo yako, na tunakuomba siku ya leo, baada ya uchunguzi rasmi, utekelezaji wake uanze mara moja katika ngazi zote za mkoa kama ilivyopangwa katika mpango wa haraka wa mkoa, ni mafunzo kwa viongozi na watendaji wa ngazi mbalimbali yamefanyika kuhusu namna ya kutekeleza mpango mkakati wa utoaji wa chakula na lishe mashuleni, kwa maana ya school feeding program, kama sehemu ya mpango wetu wa muda mfupi uliozinduliwa mwezi Februari 2025 na maelekezo haya ambayo toka yayatoa kila mahali ambapo wataalamu wetu watafika, viongozi wa Chama cha Mapinduzi watakuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba wanashirikiana na wataalamu hao na wananchi ili mkoa wetu uonekane kuondokana na tatizo hili la udumavu. Ukiwa kama viongozi, tunawaomba waomba mwendelee kuwa mabalozi. Naona kuna viongozi wa dini, mkiwa kwenye mbaye madhabahu, mwendelee kutoa elimu ya umuhimu wa lishe na kukamilisha chanjo, ili chanjo kama ilivyo lishe iendelee kuwa ajenda ya kudumu katika vikao vyetu. Tusaidiane kukanusha upotoshaji mbalimbali unaotokea kwenye maeneo yetu. Hii ni Bugoma TV habari.